Of course juzi niliongea uh, eneo ambalo milima ambayo Juja wa Maajuj walifungiwa na Dhulkarnaini miaka hiyo. Wale watu ambao ni wakubeza walikuja kubeza na wengine wakatukana, ijapokuwapo kwenye dhamadhani zao kwenye funga na kadhalika. Hawakujali kwa sababu sijui ni hawajui au wanafahamu lakini nafikiri mimi always, wakati naongea huwa naweka ushahidi wa Qurani ama hadithi. Sasa milima ambayo sehemu ambapo Juja walifungwa tuliitaja kwamba ndo eneo ambalo leo linaitwa Caucasusian Mountains. Hii milima iko pale baina ya Georgia na Russia. Hatukuongea vile kwa bahati mbaya au kwa ujinga, tuliongea vile kwa ushahidi wa Qurani. Wewe ambaye upo hapo, rejea katika sura tukafi anzia aya nambari themanini na tatu mpaka aya nambari tisini na sita Sehemu hii Allah tabaraka wa taala anamzungumzia mja wake anaitwa Dhulkarnain. Allah anasema Dhulkarnain alikuwa ni mja wake ambaye kamneemesha kwa vingi. Wakati mmoja alifunga safari, akatoka matwali ya shamsi, jua linapochomoza akaelekea upande wa magharibi ya shamsi, jua linapozama upande wa magharibi. Alitembea akapita mpaka maeneo ambayo e, wakazi wake walikuwa hawana kizuizi cha jua, maanake jua lilikuwa ni kali sana kwa watu hawa. Akatembea tena, Allah anasema akafika mpaka sehemu ambako kuna ainun hamia, chemchemu yenye tope jeusi. Sasa tubaki hapo kwenye chemchemu yenye tope jeusi. fasiri ya maulama wetu wakubwa wa kubwa, ufasiri wa Qur'ani ikiwemo Ibn Kathir Allah mrahamu, anasema hii ainun hamia, chemchemu nyitope jeusi, ni Black Sea ya leo, bahari nyeusi. Sasa baada ya kufika katika hii bahari nyeusi, sisi tukapata wapi point? Tukirejea katika jiografia ya leo Black Sea, iko pale Europe, eh, Eastern Europe, Ulaya ya Mashariki ndiko sehemu ambako pana Black Sea. Black Sea imepakana na Russia na Georgia. Black Sea. Kwa hiyo tunafahamishwa akafika mpaka pale eneo ambalo leo kuna Black Sea. Baada ya kufika pale pembezoni mwake pakawepo, pana watu wakaripoti mara ya kwanza, akamwambia Yadhur karnaini, hakika Juja hawa inna yaajuj wa maajuj mufsiduna fil ardhi, hakika yaajuj wa maajuj wanatufanyia sisi ufisadi katika ardhi. Je, yeah, tukulipe ujira tujengee kizuizi. Huyu Dhulkarnani alikuwa ni mfalme wakati huo, alikuwa ni mtawala, alikuwa na nguvu, alikuwa na hikima. Akawaambia basi, ama yule atakayekubali kufuata njia yetu tutamfundisha lililo jepesi katika kuliendea katika njia yetu, na ama ambaye atafanya ukaidi tutamwadhibu na tutamrejesha kwa Mola wake, akampe adhabu iliyo chungu. Sasa akawaambia, nisaidieni kwa nguvu zenu, nitawajengeni kizuizi baina yenu na wao. Kwa hivyo, kesi hii ya Juja ya kuripotiwa iliripotiwa pembezoni mwa eneo lilelile la Caucasian Mountains eh, Black Sea, ambapo pembeni yake milima mikubwa sana yenye bonde kubwa katikati ilikuwa ikiitwa, leo hii inaitwa Caucasus. Kwa hivyo sisi kwa tafiti yetu tunayoifanya kwenye kuisoma Qurani, kama ambavyo Allah anasema anampenda sana mja wake mwenye mwenye kutumia tafakari katika kusoma Qurani, tukapata picha kwamba bila ya shaka hii milima na kutokana na ushahidi ambao tuko nao wa physical kwa sasa ndio milima ambao Juja walifungiwa. Kwa hivyo Juja walifungiwa katika ile milima ndani yake wakawa wanaishi huko na dola lao walianzishaga li huko, ile serikali lao la kipagani linaitwa Khazari. Wakaendelea kukaa huko, wakaendelea mpaka mpaka wakaja wakafunguliwa mwishoni kabisa mwa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakatoka. Na ndio sababu ya kwamba mpaka leo kile kizuizi pale hakuna anaweza kukiona, kwa sababu tayari kilishavunjwa. Na ushahidi wa kufunguliwa kwao upo katika hadithi nyingi sana za maimamu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Maja na kadhalika. Ukirejea katika hadithi elfu mbili mia nane themani na moja katika Sahihi Muslim utakutana na ushahidi wa kufunguliwa kwao. Kwa hivyo Juja walifunguliwa na makazi yao yalikuwa ni, ni pa. Alafu kuna kitu kingine binafsi nani kizungumze. Unajua kwa wale ambao mnasema nani katika ulama amekutangulia kwenye hili, mnachekesha sana. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa ilmu na kuna kitu kinaitwa fahama, ufahamu. Elimu tuna uwezo wa kuwa sawa wote duniani, lakini ufahamu hatuwezi kuwa sawa wote duniani. Ndio maana leo watu mkaa, mnaweza mkata elfu mbili hapa, wote tumehifadhi juzuu 30 za Qurani, wote tumehifadhi. Hiyo ni ilmu, tunayo wote juzuu 30 tumehifadhi, walakini katika ufahamu tukaa tofauti Nyinyi mnaosema, ulama gani amekutangulia? Ni sawa na mnamuona Allah ni masikini. Allah sio masikini wa kutoa riziki. Ufahamu ni riziki. Ufahamu ni riziki. Ndio maana tunaomba ya Allah tujalie sisi elimu yenye manufaa walakini tuzuku ufahamu sasa Allah hawezi kuwa masikini kwamba ampe zaidi ufahamu huu, ampe na mpingaji yule, mpingaji ufahamu sawa na zaidi. Allah sio masikini, na wanasema kwa hiyo Allah ashinde kumpa fulani, akupe wewe? Hizi kauli hazina tofauti na za wapagani wa Kikureishi. Walimpinga mtume, wakasema kwa nini Allah simpe hiyo neema ya utume bwana Abu Jahali, na upewe wewe mtume ambaye hata kusoma ujui? Kwa hivyo ni ni, riski ni Allah mwenyewe anachagua, nami sijui kwa, kwa rehema zake kajalia nimefahamu haya na wengineo pia katika watu ambao wanamsikiliza na wamefahamu haya. Kwa hivyo ndugu zangu, tupo katika akhiru zaman na Juja tayari wamekwisha kufunguliwa, na hivi karibuni insha Allah tutaanza harakati ya kufundisha fitna zao, eh, ufisadi wao katika ardhi kwa sababu wametajwa kwa sifa ya mufsiduna fil ardh, mafisadi katika ardhi. Hivyo tutaongelea kwa kina ufisadi wao katika nyanja zote. Ufisadi wao katika afya, ufisadi wao katika elimu, katika uchumi, katika utawala, katika kila sekta. Allah tabaraka wa taala atujaalie e, wasa na atujaalie tuweze kuyafikisha kwa, kwa, kwa usahihi wake. Nimalizie wa kwa kuwatakieni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na niwatakieni Ramadhani njema kabisa, Ramadhani mubarak. Ufunge kwa kutarajia malipo ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia tuitumie Ramadhani hii kuwa kama chuo. Baada ya Ramadhani tuweze kutumia yale ambayo tumejifunza katika mwezi huu mtukufu. Assalamu alaikum.